Hello guys, karibu tena katika channel yetu. Basi leo tunaenda kujifunza kutengeneza wei ya katikati kama hivyo. Kama ni mara yako ya kwanza kukutana na video hii, usisahau kubonyeza alama subscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata video zetu pindi tu tunapozirusha. Basi hatua ya kwanza utaenda kupasua nywele zako katikati kwenye komwe la mteja, ni yani katikati ya kichwa cha mteja utapasua afu utakuja utakata kwenda kushoto, utakata pia kwenda kulia, maanake utatenga nywele za nyuma pamoja na za mbele. Wale wanaopenda mafunzo karibuni sana darasani, tunapatikana Pugu Kona Kimara pamoja na Bagala rangi tatu. Mafunzo yetu yote ni kwa vitendo na tunafundisha kila siku, karibu sana uweze kujifunza. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba za simu 07195697 mwisho. Sitini. Baada ya kugawanya nywele zako za mbele zilizobaki nyuma, utazikusanya zote kwa pamoja katikati kati, alafu utaenda kuzishika kama hivi, kama hivi nywele za mteja wako ni fupi. naona kama hizi ni fupi, zingine zinakuwa hazijishiki, kwa utabana hizo ambazo zinashikika. ambazo zishikiki tutakuja baadaye, tutatumia jeli kuzibana vizuri. jeli ambayo tunatumia kwenye kubana ni soft and free ya kwa. Basi kama hivyo utachukua uzi wako Utazungusha kulia, utakuja pia, utazungusha, na kushoto unahakikisha nywele yako imekaza vizuri, ili unapoendelea na mbano mwingine usiweze kuchomoka. Kwa hiyo utafunga kama hivi, ndio hapo unafunga tu vizuri, alafu unaanza kupaka jeli. Ukiangalia vizuri hapo nywele hazijalala kama zinavyohitajika. Kwa hiyo tunachukua jeli ya soft and free, tunaanza kuzilaza sasa. Inategemea, unaweza kutumia jeli ya soft and free au ya Movic au unaweza kutumia gel ya Olsan kulingana na wewe gel uliokuwa nayo na pia kulingana na nywele ya mteja. Lakini kama nywele za mteja zina dawa na ni ndefu vizuri unatumia tu gel ya soft and free kuwa hivo, kupaka, utakuje, na kuwa haisumbui. Kwa hiyo unapaka kama hivyo. Baada ya kupaka, utakuja utageuza kitana chako na kuanza kuchana. Unahakikisha ukipaka, mkono wako unakuja unalazia nywele. Unapaka na kitana, mkono unakuja unalazia nywele. Baada hapo na unageuza kitana chako unaanza kuchana nywele zako, na chana huku, mkono unalazia nywele. Kwa baada ya kulaza zile za nyuma, tunaona zimelala vizuri, tutakuja katikati kwenye kutengeneza way na pasua tena katikati, alafu tunaanza kugawa nywele zako kidogo kidogo. Yani hapa tunachukua nywele kidogo, tunazirudisha nyuma, tunakata nywele kidogo kama hivi. Tunakata nywele kidogo, kabla kuzirudisha nyuma, na hakikisha umeichana kwanza Alafu unairudisha nyuma. Ukirudisha nyuma, unachukua jeli yako kidogo, unaongezea kama hivyo, mkono unakusaidia kulaza. Kwa hapo, utageuza pia kitana chako, utachana mkono ukiwa unakusaidia kulaza, kwani utafanya tu hivyo hadi pale nywele zako zile ulizozigawa zitakapoisha. Na kukumbusha tena kwa wale wanaopenda kujifunza, karibu sana darasani. Tunapokea wanafunzi wa aina zote, pia warika lote darasa letu napatikana Pugukona Kimara Mwisho, Bagara rangi tatu, pamoja na Kigamboni Feri. Ada zetu ni nafuu sana, na no unaweza ukawa unalipia kwa awamu. Kwa mahusiano zaidi tupige kwa namba za simu 0750 27 27 54 54 0750 27 27 54 54. kwa kama hivi ni utavuta tu nywele zako nyuma na utachukua mkono wako utakuwa unakusaidia kunyosha nywele vizuri zaidi. Sasa lijalo tutafundisha jinsi ya kutengeneza way za pembeni. Maana yake hii tumefundisha tu way ya katikati, lakini tutakuja tujifunze pia way ya pembeni na mibano mingi zaidi na zaidi. Usisahau kubonyeza alama subscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu pindi tu tunapozirusha. Kwa hiyo hichi cha mbele nacho hivo hivyo utakata, halafu utakuwa unarudisha nyuma usiweke nywele nyingi. Hii itakusaidia kwamba nywele zako zikae katika mpangilio mzuri, lakini ukiweka nywele nyingi, nywele zitatuna katikati, utakuta una bana, alafu inatuna katikati kwa so, sababu zile nywele za nyuma hazijashika jeli vizuri, lakini ukiweka kidogo kidogo nywele inakolea jeli na inalala vizuri zaidi. Mkono nao unakuwa no, unakusaidia kwenye kwenye kulazia nywele zako vizuri. Nona, hii ndo final touch ya mteja wetu. Kama hivi nimejitengeneza wei ya katikati nzuri na inavutia. Asanteni na karibuni sana.